Si, Samia Suluhu Hassan ndio anawasili katika ukumbi huu tayari kabisa kushuhudia zoezi hili la kiapo, na nyuma yake namuona Waziri Mkuu Kasim Majaliwa naye akiwa anawasili katika ukumbi huu tayari kabisa kushuhudia kiapo hiki kutoka kwa mawaziri na naibu mawaziri. Lakini vilevile namuona Naibu Spika naye akiwa ameambatana hapa na mwanasheria mkuu wa serikali, naye uh, namuona na hapa George Masaju akiwa wa wameambatana hapa tayari kabisa kushuhudia kiapo hiki kutoka kwa mawaziri na naibu mawaziri, ambao unaona hapo mbele yao, wakiwa wanasubiri zoezi zima la kula kiapo na wizara ya uh... Ulinzi na jeshi la Kujenga Taifa tayari limeshakutajia ni Dkt. Hussein Mwinyi. Na kukumbusha tu, najua tayari umeshajua kwa sababu wametangazwa toka hiyo juzi, na wengi tumefuatilia vyombo vya habari na tayari tunawajua hawa mawaziri na naibu mawaziri wa teule, hivyo mimi nakukumbusha tu ili uweze kukumbuka ni kina nani basi ambao wanakula kiapo siku hii ya leo. Wizara mambo ya ndani ni Charles Kitwanga ndio waziri, lakini Wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo makazi waziri ni William Lukuvi, naibu waziri ni Angelina Mabula. Anaona tayari wamesimama hapa na rais anawasili, ameshawasili katika ukumbi huu tayari kabisa, zoezi hili kuanza rasmi.